Chance ya huwa. Lakini hata Waisa amecheza vizuri. Maana yake, nafasi mbili ambazo amezipata, eh, unaweza akawa unaliona goli lilikuwa ni, ni, ni dogo kwa sababu ya aina ya mchezo, ni mchezo ambao unahitaji matokeo, kwa hiyo presha yake inakuwa ni kubwa, kwa hiyo ni mchezaji mzuri, amecheza vizuri, goli lake la penalty ndio limefanya tu trend ya tu inafuata, kwa hiyo mimi nampongeza isipokuwa na, na, na mshauri aongeze umakini anapokaribia lango lakini na awe na utulivu kama vile unavyosikia utulivu wa Alikiba unaelewa vizuri, anapolikaribia lango la goli ili kuwa hatari na hatimaye kupata magoli mengi. Shida inayotukumba sisi ni eneo la attacking, namna gani ambayo tunatumia nafasi kuzikonvert kwenda kwenye magoli. Kama nafasi zote ambazo tungekuwa tunazipata tunazibadilisha kwenda kwenye magoli, maana yake Simba ingekuwa ni klabu hatari zaidi barani Afrika, ambayo ina safu bora sana ya ushambuliaji. Una Jonathan Soa, una Selemani Mwalimu, una, una, una, una, una, una Steven Dese Mukwara wachezaji wote hawa ni full package, wanajua a kufunga, wana uwezo wa kufunga, wana sanaa ya kufunga. Kinachowakosa tu hawa ni ukosa utulivu na umakini wanapolikaribia lango lakini, otherwise huo umakini ukiwepo na ukiongezeka, tuna safu bora sana ushambuliaji Barani Afrika tuseme ni timu ya kwanza. Dokta Mwangu kuna mashabiki ambao wamesema kwa nafasi ya Dinshaw za wao anatamata Dinshaw dogo arudi Mwamba Arusa aka pale maana yake ndo namba 10 mwenye ubunifu ambaye leo kupita Simba. Kwangu mimi hapana chama hastahili na kucheza Simba. Nyakati za chama zimesha kufa na hiyo pepo litotoke. Chama hawezi sana kucheza Simba. Na mimi siafiki si, si, si, si afiki, wala siungi mkono chama kurejea Simba. Namba kumi wapo wazuri zaidi ya Chama ambao tunaweza tukawatengeneza kwenye kikosi. Kwa mfano niwaambia kitu jamani, huyu Abrahim Morice mwalimu akiamua kumtengeneza kuwa national namba kumi, atakuwa ni mchezaji wa aina gani? Atakuwa ni mchezaji hatari zaidi kuliko mchezaji yoyote unamjua we hapa Tanzania kwenye eneo la saidi teni. Uongo tupate mwalimu ambaye anaweza kumcreati Abrahim Morice kwenye eneo la namba kumi, kwa sababu ni mzuri kwa kuchezea mpira, anaweza kumiliki mpira ana uwezo wa kudribble, ana uwezo wa kuficha mpira, ana uwezo wa kutengeneza nafasi na, na kufunga pia. Tukimtengeneza Abrahim Morice kuwa namba kumi, atakuwa ni mchezaji bora zaidi kuliko huyo chama unamfikiria. Watu mawazo yao yaweze kuondoka kwanza, leo na washindi wa regee hao wanafikiria hivyo, ndio unaona wapi Simba kimataifa Finali, CAF Champions League tunafika. Kwa Simba hii Dr. Mo. Yes. Ambayo mashabiki wakizungumza, ukweli kuna baadhi yao wanawatia bakora. Wakisema kwamba Simba sasa hivi haichezi vizuri. Ah, mimi, ah, mimi sijaliona hilo kwamba, kwamba kuna mashabiki wamepigwa kwa sa, kwa sababu, wamesema kwamba Simba labda haichezi vizuri maoni yao na mashabiki ambao wanakinzana nao, ah, sio jambo jema, mi siungi mkono yeah. Mm. Unajua, lazima watu tuzungumze, unaelewa. Ukiangalia first half Simba tuna ball possession ya asilimia 49, si ndio? Wao walikuwa na shot on target zilikuwa nne, shot off target, on target zilikuwa tatu, sisi tulikuwa na on target tulikuwa na moja, alafu off target tulikuwa na mbili tu. first half Tumegusa okay, an, an, mpira mara ngapi kwenye box lao? Maana yake tumegusa mpira mara sita ile kwenye zoni nani. Nazungumzia Jonathan Soa amegusa mpira mara tatu kwenye first half, maana yake ukiangalia tafasiri yake, alikuwa anamkabia juu, wanamkaba maana yake asipate mpira kumiliki. Maana yake ile lile accession football ya, ya Jonathan Soa leo hatukuiona kwa sababu muda mwingi alikuwa jamaa mmoja naitwa Liamondi -kaboye. Yes, walikuwa na mkaba sana watu wawili paka watatu. Ma kabu yeye hawampi nafasi yeye kupewa kupewa nafasi, kupewa mpira. Hawampi nafasi yeye kujitawala alipoingia. Steve Dese Mkwara amegusa mara hizi mara tatu. Mara kwanza, anatoa pasi kwenda kwa Jean Charles ya hua the open space, au open chance ambapo alipata Jean Charles ya hua akapiga off target, na mara pili ameingia pia kwenye shambulio la Jean Charles ya hua, ambao pia kakosa, na mara tatu ni yeye ameshika amehodi mpira akataka kupiga beki kaenda kutoa baadaye, kibensi akataka kupiga naye beki akaenda kondoa, maanake tunagusa mara hizi mara tatu. Maanake eneo la ushambuliaji leo lilikabwa. Hao jamaa walikuja kujiandaa kudifensi, walikuwa more, more defensive. Walikuwa wacheza watu wanne watano mpaka sita nyuma ya mpira wakiwaacha watu watatu Kabanyani ka, ka, Kabanyani. Yes, Kabanyani alikuwa ni mchezaji ambaye of course leo alikuwa ni free player. Alikuwa anacheza kama kiungo mshambuliaji, kama defensive midfielder lakini pia kama center back ukiangalia. Na mashambulizi mengi hatari ya Gaboroni alikuwa anaanzisha yeye kwenye eneo la nyuma kuifanya safu safu ya ulinzi ya klabu ya Simba kupitika. Kitu ambacho Rushindo leo tunamshukuru kwa ubora wake aliweza kudhibiti hilo. Kila hatari ambayo ilikuwa tokea kwa kwenye eneo la ulinzi ya Simba, Rushindo leo kama mimi namuita the most expensive center back eh, wa dunia huyu ni, ni kama Van Dijk. Rusidoako ni zaidi ya Van Dijk, unaelewa? Ukiangalia nafasi amezozuia leo za hatari ni zaidi ya sita, ambazo kama wangekuwa wazuri wale washambuliaji wa Gaboroni, tuko tunaongea habari nyingine hapa. Kwa mujibu wa takwimu zako leo, mlizidiwa kabisa. Kuna eneo first half E, na second half tumecheza dakika 15 za mazoni mpaka dakika 60 kuwekesa 75. Baada hapo hawa jamaa walikuja mpango mkakati mzuri, maana yake timu kubwa kama hizi za Afrika, maana yake zinamsoma mpinzani wao kwamba ametufunga kwetu, tunaenda kwao, homework yao inakuwa ni bora, wanaangalia homework, wachezaji hatari wa Simba ni wapi, wana identify wachezaji e, eh, strongness ya Simba ni ipi, iko same fly, weakness yao ni ipi, iko same fly, wana note down, wakija hapo, wana wa surprise, kuna pitch ndio ambao tumetokea leo hey, baadhi ya mashabiki wa Simba tumeona wakisema wakimpa sifa kwanza mpinzani amecheza mpira mzuri eh. lakini hawajaishia hapo, wamesema mm, kwa kuwa Simba sasa hivi iko kwenye harakati za kumtafuta mwalimu mm, e, wengi wameonyesha kuvutiwa na huyu mwalimu wa Gaborone. Tunataka tujue kwa mtazamo wako, umemtazama kama mwalimu wa aina gani? Ni mwalimu mzuri, lakini huyo hawezi kufundisha Simba kwa sasa kwa nini? kwa sababu hadhi yake ni kuishia hatua za awali na ndio maana tumemtoa angekuwa bora zaidi angetotoa hatua hii hapa, tungemfikiria msimu ujao, kwamba ametotoa, basi tumwajiri kwao. Kuna walimu wengine wazuri zaidi yake wakubwa, ambao Simba itawatangaza kama sio kesho, kesho kutwa. Na tayari niwaambie mchakato wa walimu wa umeshakamilika. CV zaidi ya mia nne, walimu zaidi ya mia nne wameomba kibarua Simba, akiwepo kocha wa Yanga Roman Fozi, akiwepo kocha Nabi Gamondi Migeri, akiwepo Patrick Osens vizuri na makocha wazao wengi wameomba CV lakini, Sven Vandenbroeck pia akaomba. Lakini niwaambieni mpaka kocha Pitso Mosimane ameomba pia kufundisha Simba, kocha mkuu Pitso Mosimane. Mimi sio mzee za Cuba, nakwambia. J kocha wa Asa Kimosa Juan Chavez ametuma CV Simba hapo zipo. Mimi simedukua, mimi ni mtamu wa, wa, za Cuba. Niamini nachokwambia. Lakini kocha wa Yanga Roman Fozzi ameomba kwa sababu ya, kocha wa Yanga hana maisha marefu kuanzia leo. Mumuombe dua sana. Muda wote anyolewa. Nyole zake zimeshatua maji. Muda wote unamnyoa. Mimi ndiyo namwambia. Unaona vizuri? Kwa hiyo tuna makocha 400 ambao klabu ya Simba inawafanyia mchakato kuanzia kesho Jumatatu. Haifiki Jumatatu. Kocha mpya na beki yake fundi atatangazwa vipi kama Simba waka kubali kuendelea kubaki na Emeli Sulemani Moroko? Ni kocha ya timu ya taifa na na project ya timu taifa na anakwenda mwezi wa 12 kuifundisha Tanzania kwenye AFCON Moroko, eh, nchini Moroko. Kwa hiyo ni kocha ambaye tumemwazima na TFF wenyewe wamesema ala, ala, tunawazima kocha wetu, msituibie, hatutaki hatutaki Tuna, tuna project naye kwao. Tunamshukuru hapa alipotufikisha mzee wetu. Mwenyezi Mungu akulipe kila laheri, kwa sababu umetupita kwenye wakati mgumu. Kocha wetu Fadu alituacha kwenye majonzi magumu tukiwa kwenye mazingira magumu kule Botswana, akaamua kuondoka yeye na watu wake. Tukawa hatuna kocha, namna kumpata kocha mpya tulikuwa hatuna. Tukaenda kumwomba yeye Moroko, akakubali. Na nishukuru mwe, tumshukuru Mwenyezi Mungu ametuvusha salama. Tumshukuru kocha Moroko, kocha wa viwango Afrika, Hyperga Simba tunaofuata. Mwenyezi Mungu akubariki sana kocha Moroko. Hapana, kwa kwa tuna, tuna, tuna gori kipa mwingine Yakubu Sulemani, gori kipa bora wa mashindano ya chani msimu huu, goalkeeper ambaye amemaliza group stage ya chani akiwa ni unbeaten, haja yani bila bila kupoteza mchezo, goalkeeper ambaye ameruhusu magori mawili tu kwenye mashindano ya chani kule group stage, gori moja na kule robo finali dhidi ya Morocco goli hili Yakubu Selemani mwamba kabisa tunaye pale atatuvusha, lakini majeraha ambayo ameyapata Musa Pimpili Kamara bado hajawa official. Tunasubiri idara ya, ya, ya, ya, ya madaktari idara ya afya klabu ya Simba chini ya madokta wetu watatupa taarifa rasmi kwamba ameumia kiasi gani, ataendelea mchezo wa kesho kutwa ambao wa NBC Premier League au la. Kwa, kwa sasa taarifa hiyo sisi hatuna, tumeona tu ametolewa, lakini wao madaktari na klabu ya Simba wanataka kutuambia kwamba coach eh, Musa Pimpili Kamara atarejea lini golini.